Ndugu waandishi wa habari, kwa majina naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Jeshi la Polisi Agustino Ignasenga, Kamanda wa Polisi Mkoa wa Songwe. Niko hapa kwa niaba ya vyombo vyote ambavyo vimeshiriki kwenye mazoezi haya, yakiwepo majeshi ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania, Jeshi la Polisi, Jeshi la Magereza, Uhamiaji, Uokoaji, eh, Jeshi la Akiba, ambayo wote ni vyombo vya ulinzi na usalama katika mkoa wetu wa Songwe. Tumefanya mazoezi ya pamoja ikiwa ni utamaduni wetu. Awali tulikuwa tukifanya eh, mazoezi ya pamoja kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi, lakini kwa kipindi hiki tumeona tufupishe zaidi, eh, tufanye kila wiki, kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi ikijumuisha majeshi hayo ambayo nimeyataja. Lengo kubwa, kwanza kabisa, mazoezi kwa askari ni utamaduni, ndio sehemu ya maisha yake, kwa sababu askari lazima uwe, eh, uwe na afya njema kiakili na kimwili, kwa sababu kazi zetu ni ngumu, zinataka mtu awe na afya njema. E, na ikizingatiwa kwamba sasa hivi tuna shughuli nyingi, tunaelekea uchaguzi, na sisi ndio tunatarajiwa e, na wananchi na watu wote duniani kwamba uchaguzi huu unafanyika kwa amani na utulivu. Kwa hiyo kuwa na afya njema ni jambo moja, jambo muhimu sana kwa askari. Kwa hiyo tunafanya mazoezi haya ya kawaida kabisa na niseme tu kwamba mazoezi ya viungo kwa askari ni sehemu ya maisha yake, lakini kipindi hiki tumeongeza kidogo kwa sababu ya jukumu ambalo tunalo, ili tuwe na afya njema mpaka tutakapokamilisha zoezi hili kubwa la msingi la kitaifa la uchaguzi. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wetu wa Songwe, wa Songwe waona tukipita mitaani, tunatembea kwa ukakamavu, wasiogope, ni mazoezi ya kawaida kabisa ambayo tumelenga kuweka afya zetu vizuri, ili basi majukumu ambayo tunayafanya tuyafanye kwa ufanisi lakini pia nichukue nafasi kama kamanda wa polisi mkoa wa Songwe kwamba tumejipanga vizuri kabisa kwa vipindi vyote. Kama ambavyo umesikia tumekuwa na kampeni ambazo zimeanza takribani wiki kadhaa zilizopita, lakini hatujawa na viashiria vyovyote vya vujifu wa amani. Askari wetu wa polisi wamekuwa wakisimamia mikutano hiyo ambayo imekuwa ikimalizika kwa amani na salama kwa vyama vyote ambavyo vinashiriki katika uchaguzi huu, chama tawala na vyama vingine vyote kwa wagombea wa diwani, ubunge na urais. Tumeshakuwa na wagombea urais kadhaa hapa wamepita na makamu wao na imekwenda vizuri. Kwa hiyo wananchi na wasiwe na wasiwasi. E, mkoa wetu uko salama na vyombo kama unavyoona, tuko salama, uchaguzi utakwenda kwa amani na salama wasishawishike kwa njia yote ile. E, na watu wachache ambao wamekuwa wakitumia nafasi kusema maneno yasiyo fahasa kwenye mitandao, tusifanye kazi na mitandao, fanyeni kazi na vyombo, sisi tuko timamu. Eh, serikali yenu ya mkoa wa Songwe na vyombo hivi tuko salama na tuko timamu kabisa, kwa kwamba zoezi hili katika mkoa wetu linakwenda salama na kwa amani. Kwa hiyo wajitokeze watimize haki yao katiba bila uoga wowote. Na yule atakaye jaribu basi atakuwa anatuchokoza, na sisi tusingependa hivyo lakini, tuko timamu, tunaamini mambo yatakwenda vizuri.